Karibu mpenzi mtazamaji wa Tiba Makini na tabibu Rusigwa Simon kutoka Sure Herbal Clinic. Leo tuna mada nzuri kama kawaida yetu. Uh, tumekuwa tukitoa mada nzuri nzuri ambazo zinakuwa zinatoa ujumbe mzuri sana na maarifa mazuri eh, kwa watazamaji wetu. Leo nitazungumzia tatizo la kuharibika kwa mimba ambalo eh, kitaalamu linaitwa miscarriage. Nimeamua kuzungumzia jambo hili kwa sababu watu wengi sana lina, lina wakumba na wamekuwa wakiangaika nalo mara kwa mara wasijue jinsi gani wanaweza wakaepukana nalo. Uh, watu wengi wamekuwa wakipata miscarriage au kuharibika kwa mimba yao ya kwanza. Kuna wengine natokea mimba mfululizo ya kwanza, ya pili, ya tatu au zaidi, lakini kuna wale ambao imetokea mara moja alafu hajapata tena ujauzito. Wote hawa mambo haya ni vizuri eh, twende pamoja ili tuweze kupeana ujumbe mzuri kabisa. Kwa kawaida kitabibu, uh, inaaminika kwamba asilimia hamsini ya mimba zote huwa zinaharibika. Najua watu wengi wanaweza wakashangaa, lakini huo ndio ukweli. Tafiti za kitabibu ndio zinasema hivyo kwamba asilimia hamsini ya ujauzito au ya mimba zote huwa zinaharibika, isipokuwa tu watu wengi huwa hawahelewi, yani wanawake wengi mimba zao huwa zinaharibika kabla hata ya wao kuwa wameelewa kwamba wameshika ujauzito. Ndio maana unaweza ukashangaa, he, hivi kweli asilimia hamsini ya mimba huharibika? Lakini huo ndio ukweli, isipokuwa tu katika mimba ambazo zinaharibika wakati ambapo tayari muhusika anafahamu, sio asilimia hamsini, hizo ni asilimia kumi, huwa zinavari mpaka ishirini. Lakini mimba zaidi, sorry, mimba karibu asilimia hamsini huwa zinaharibika na huwa inafika asilimia 35 zile ambazo hazijulikani ina maana kwamba asilimia 15 mpaka 20 ni zile ambazo zinajulikana lakini asilimia mpaka 35 mara nyingi huwa mtu anaharibikiwa na ujauzito bila kujifahamu Kwayo, uki, kwa hiyo wewe ambaye umekuwa ukitafuta ujauzito kwa muda mrefu kuna uwezekano kwamba mimba zako huwa zinaharibika kabla hata wewe haujafahamu unaona matatizo fulani ya hedhi kwa mwezi mmoja afu baadaye unaendelea kuwa katika hedhi zako za kawaida kumbe kuna uwezekano E, huwa unapata ujauzito lakini huwa unaharibika. Kwa hiyo, katika kipindi hiki tutajifunza sasa dalili za miscarriage, kwamba ukiona dalili zipi wewe mama mjamzito, ambaye umeshafahamu kwamba ni mjamzito, ukiona dalili zipi, basi uweze kufahamu kwamba kuna uwezekano mimba ikaharibika au inaelekea kuharibika. Kwa sababu mara nyingi Miscarriage inatokea wiki mpaka ya ishirini, yani kuanzia wiki au siku ya kwanza mtu anaposhika ujauzito mpaka wiki ya ishirini ndo mara nyingi jambo hilo hutokea, na hasa hasa katika ile first trimester, inile, ile, ile miezi mitatu ya mwanzo. Mara nyingi huwa ni wiki ya saba hadi wiki ya kumi na mbili, mara nyingi ndio jambo hili hutokea. Eh, kwa tutajifunza dalili mambo gani ukiyaona basi huwahi kumwona eh, daktari ili akusaidie, lakini vilevile tutaangalia vyanzo Uh, tutaangalia madhara na ni jinsi gani ambavyo unaweza eh, ukajikinga na jambo hili, ili kama umeshawahi kupatwa na tatizo la kuharibika kwa mimba mara ya kwanza, basi uweze kufanya nini ili at least isijirudie, ili uweze eh, kupata afya yako njema kabisa ya uzazi na uweze kupata ujauzito ambao utadumu na baadaye uweze kujifungua mtoto wako kiusalama kabisa. Mpenzi mtazamaji wa tiba makini, kuna dalili ambazo ni za msingi sana e, mwanamke azifahamu. Mwanamke yoyote yule au mtu yoyote wa jinsia ya kike, kuanzia msichana, mwanamke, mtu mzima, lakini vile vile hata wanaume, kwa sababu nasi tunakaa na wake zetu. Kwa hiyo ni vizuri tufahamu pia. Kwa hiyo jambo hili linawahusu watu wote. Dalili kubwa kabisa ya kwanza kwamba kuna uwezekano wa miscarriage inakaribia kutokea, kwa sababu jambo hili hutokea taratibu taratibu, yani miscarriage huwa unapoona pale imefikia imefikia mwisho, si kwamba ilianza kipindi hicho. Inakuwa inaanza taratibu taratibu hadi kufikia ile moja kwa moja mimba inakuwa imeharibika moja kwa moja. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni damu kutoka katika via vya uzazi vya mwanamke mwenye mimba, kwa sababu kwa kawaida mama akishika ujauzito haitakiwi kabisa damu ianze kumtoka katika via vyake vya uzazi. Kwa hiyo wewe, ambaye unanisikiliza, kama umewahi kutokewa na jambo hili au linakukumba kwa muda huu, basi wewe ambaye ni mjamzito, basi ni dalili kubwa sana kwamba kuna uwezekano mimba inakwenda kuharibika. Uh, kwa hiyo damu zinapoanza kutoka, mara nyingi huanza kutoka katika hali ya wepesi, lakini kadri siku zinavyokwenda, ule wepesi huwa unaondoka, inaanza kuja ya hali fulani nzito nzito hivi. Kwa hiyo unapoona wewe ni mjamzito, wakati huo huo kuna damu zinaanza kuvuja, hata kama ni kwa kiasi kidogo sana, kama matone mepesi, ni vizuri haraka sana uwahi kumuona daktari, ili uweze kupata vipimo, ushauri na ni jinsi gani unaweza ukaretain au ukafanya ile mimba yako iendelee kudumu, ikiwa upo katika afya bora kabisa ya ujauzito. Dalili ya pili ambayo pia inashabihiana na hii ya mwanzo ni ile ile ya kutokwa na damu kwa mama mjamzito, lakini damu hii sasa inakuwa ni ile, inakuwa na mabonge mabonge au inakuwa tayari ni nzito. Kuna wakati mwingine mtu inaweza ikatokea moja kwa moja akakumbwa tu kwa muda mfupi na ile ya kutokwa na damu nyepesi, halafu kabla hajatahamaki ikaja ile nzito. Kwa hiyo hapo, kwa kweli, inakuwa tayari ni dalili mbaya kwamba uh, kuna uwezekano uh, ikawa ni ngumu sasa kuzuia uh, miscarriage isitokee. Kwa hiyo inapotokea ile dalili ya mwanzo ambayo nimehitaja ya damu kutoka kwa wepesi pale, kuna uwezekano mgonjwa au mama mjamzito akawahi kumwona daktari kwa wakati mapema kabisa, na kuna uwezekano akaweza kuzuia jambo hili uh, la mimba kuharibika lisimpate, lakini anapozembea ikatokea ile hali sasa ya kwamba tayari damu inatoka ni nzito, basi mara nyingi huwa inakuwa ni ngumu sana eh, kuzuia jambo hili lisitokee. Dalili nyingine kubwa ya kwamba kuna uwezekano eh, mwanamke akakumbwa na miscarriage ni pale ambapo anakuwa ana uchovu kupita kiasi kwanza, eh, ujauzito wake unakuwa bado ndio wa mwanzo mwanzo, maana yake huko wiki ishirini kushuka chini, lakini wakati huo huo anapata uchovu kupita kiasi, anapata maumivu ya mgongo yaliyopitiliza, anapata maumivu ya kiuno yaliyopitiliza. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza sasa, aidha mke wako au ndugu yako, dada yako, amekumbwa na ile hali ya damu nyepesi kutoka ikiambatana na e, utokwaji wa damu ambayo inaelekea kwenye uzito, alafu uchovu kupita kiasi, homa za mara kwa mara, uvivu, maumivu ya mgongo, mivu ya kiuno, basi ni dalili kwamba kuna uwezekano, e, ujauzito unakaribia kutoka. Dalili nyingine kubwa sana ya kwamba kuna uwezekano mtu akakumbwa na miscarriage, ni pale ambapo kuna dalili zote hizo ambazo zimezisema, lakini ikiambatana na maumivu ya tumbo hasa hasa E, chini ya kitovu, na hii inakuwa ni pote kwa ujumla tumbo lote kwa ujumla, hasa maeneo ya chini linakuwa linapata maumivu makali sana. Kwa hiyo wewe ambaye una dalili hizo ikiambatana na hii ya mwisho ya maumivu makali chini ya kitovu, wakati wewe ni mjamzito aidha e, ujauzito ndo unaanza anza pale, basi inabidi uwe makini sana kuwahi kuonana na daktari ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida na uendelee kutunza ujauzito wako katika afya bora kabisa. Mpenzi mtazamaji, kwa wale ambao mnaona dalili hizo ambazo nimezitaja zote, kama wewe ni mjamzito au ndugu yako na umeona na dalili hizo, basi mapema kabisa mpeleke hospitali au mpeleke akamuone daktari. Lakini kama ukiweza, unaweza ukafika pia Sure Herbal Clinic ambayo inapatikana maeneo mengi tu hapa Tanzania. Tupo Dar es Salaam, barabara ya Shekilango Kituo kinaitwa Lego. Ukishuka hapo Lego, utaona bango letu zuri na ufuate mshale linapoelekeza Shua Hebo Clinic ilipo. Kwa wale wa Tanga, panda gari zinazokwenda Donge au Tanga Beach, shuka kituo kinaitwa Indian Ocean. Hapo utaona bango la Shua Hebo Clinic litakuelekeza tulipo, na ni karibu kabisa kutoka eh, kwenye bango la barabarani lilipo. Lakini vile vile kwa wale wakazi wa Morogoro tunakutana maeneo ya Nane Nane. Kwa hiyo Morogoro yote Kionda na maeneo yake yote hapo mjini, tunakutana tunakutana Nane Nane, lakini vile vile watu wa Kilombero watu wa Gairo, Ifakara, Kilosa na Mvomelo nyote tunakutana Morogoro mjini maeneo hayo hayo ya Nane Nane. Ukifika Nane Nane utaona bango letu kubwa linaelezea au linaelekeza Sure Herbal Clinic ilipo. Utalifuata hilo kuelekea maeneo ya Baptist Primary School. Ukifika hapo Baptist Primary School, utaona bango letu jingine ambalo litakuelekeza nyumba ya karibu kabisa au eh, jengo la karibu kabisa ambapo Sure Herbal Clinic inapatikana. Lakini vile vile kwa watu wa Tanga, uh, tutakutana maeneo ya Donge kwa hiyo pandeni gari za kwenda Donge au unapanda gari za kwenda Tanga Beach, unashuka kituo kinaitwa Indian Ocean. Ukishuka Indian Ocean utaona bango letu linatazamana na shule hiyo ya Indian Ocean. Lakini Tanga, si watu wa mjini tu, watu wote wa Handeni, Kilindi, Korogwe, Lushoto, Muheza, Mkinga, Pangani na barabara zote za hapo Tanga mjini nyote tutakutana hapo. Lakini Sure Herbal Clinic pia inapatikana Mwanza. Watu wote wa Mwanza mjini tutakutana maeneo ya maduka tisa. Kwa hiyo watu wa Mwanza mjini pandeni gari za kwenda maduka tisa, lakini mshuke kituo kinaitwa soko jipya hapo Soko Jipya mtaona bango la Sure Herbal Clinic. Lakini si watu wa Mwanza mjini tu, watu wote wa wilaya za Ilemela, Kwimba, Magu, Misungwi, Nyamagana, Sengerema na hata watu wa Ukelewe, nyote tutakutana Mwanza mjini. Mkifika Mwanza mjini, pandeni gari za kwenda maduka tisa. Shuka kituo kinaitwa Soko Jipya hapo utaona bango letu lilipo na linaelekeza Sure Herbal Clinic ilipo na ni karibu kabisa na barabara wala hauwezi kupotea au kuhangaika lakini mkumbuke tu kwamba Sure Herbal Clinic maeneo yote hayo tunafanya kazi siku zote za wiki Jumatatu mpaka Ijumapili bila kujali kama ni weekend au ni sikukuu ya aina yoyote ile, kwa sababu afya ya mwanadamu haijali weekend wala haijali sikukuu. Kwa hiyo tunatoa consideration pia kwa wale ambao ni wafanyakazi wanakuwa busy kwenye siku za wiki, basi tunakutana e, siku za mwisho wa wiki. Kwa hiyo tunafanya kazi siku zote, saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu jioni. Mpenzi mtazamaji, jambo hili tunalojadili leo, yani miscarriage au uh, tatizo la kuharibika kwa mimba ni jambo ambalo linawakumba watu wengi sana. Sasa watu wengi huweza kupenda kujiuliza vyanzo vyake ni nini au sababu ni nini, na kama unakumbuka pale mwanzo ni nilielezea nikasema asilimia karibia hamsini ya mimba zote huharibika, na katika hizo ni asilimia kama 35 hivi watu huwa hata hawafahamu kwamba wana ujauzito na umeharibika, na hujikuta wakitafuta ujauzito mara kwa mara au wanashangaa miaka inapita bila ujauzito wao hudhani kwamba hawashiki ujauzito kumbe wao hushika ujauzito lakini ujauzito ule huwa unaharibika kabla hata wao hawajafahamu kuna hili jambo, ambalo mtu anaweza akakumbwa na tatizo la matatizo ya hedhi kwa muda wa mwezi mmoja tu, alafu baadaye hedhi yake ikarudi katika hali ya kawaida na siku zikaendelea. Kuna uwezekano wa matatizo ya hedhi ya muda ule au ya mwezi ule yalikuwa yanaashiria kuharibika kwa mimba, lakini yeye wala hata hakufahamu. Kwa hiyo ni, ni vizuri tukaelewa kwamba mimba nyingi sana huharibika hata kabla mwenye mimba mwenyewe hajafahamu. Kwa hiyo wewe, ambaye umekaa muda mrefu bila kushika ujauzito, ni vizuri utafuta tiba mapema, au ukatafuta madaktari ambao wako vizuri, wakakusaidia kukuchunguza, ili uelewe, je, ni kweli kwamba huwa ushiki ujauzito au huwa unashika ujauzito lakini ujauzito ule unaharibika kabla hata wewe hujafahamu. Niende kwenye vyanzo moja kwa moja. Kama nilivyosema, vyanzo ni vingi sana lakini, kikubwa kabisa cha kwanza, hasa kwa zile mimba ambazo huwa zinaharibika katika ile trimester ya kwanza, au zile mimba huwa zinaharibika eh, kuanzia pale mtu ameshika ujauzito hadi wiki ya 20 au wiki ya 20 kurudi nyuma, mara nyingi mimba hizo huwa zinasababishwa na matatizo ambayo tunayaita chromosomal abnormalities. Eh, nisingependa kuingia ndani sana, lakini kwa kifupi tu Chromosomes, eh, ni structures ambazo zipo ndani ya seli za mwili wa binadamu na hizi, hizi chromosomes ndio huwa eh, zinabeba genes. Eh, genes, na, genes zana, ni nini, nisiingie ndani sana lakini kwa kifupi ni kwamba genes ndio huwa zinadetermine maumbile ya mwanadamu yalivyo kwa nje yani, jinsia yake, ngozi yake itakuwaje, au macho yake yatakuwa na rangi gani, nywele zake zitakuwa na rangi gani. Sasa matatizo ya yale ya chromosomes mara nyingi hupelekea kuharibika kwa ujauzito na tafiti za kitabibu zinasema mimba hizi ambazo huwa zinaharibika katika kipindi hiki eh, kutokana na hizi chromosomal abnormalities mara nyingi huwa hazihusiani kabisa na afya ya mama au afya ya baba. Chanzo kingine kikubwa kabisa cha mimba kuharibika ni infections au maambukizi katika via vya uzazi wa mwanamke na hasa, hasa kuelekea kwenye mji wa mimba, kuna kitu kinaitwa pelvic inflammatory disease, yani PID ambayo maana yake ni kuvimba kwa kuta za mji wa mimba na kuvimba kwa mirija kwa ujumla, yaani maeneo hayo yanakuwa yameumuka kutokana na maambukizi mengi. Sasa kuna mtu anaweza kupata uh, candidiasis uh, yani tunaongelea issue zima uh, ya overgrowth ya fungus aina ya Candida albicans kwenye via vyake vya uzazi. Kuna uwezekano wakapata chlamydia infection yani bakteria hawa wakaathiri mirija yako ya uzazi. Kuna uwezekano kuna, kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza akasababisha eh, mwanamke akakumbwa na miscarriage kutokana na infections au maambukizi mbali mbalimbali ya bakteria na fungus mbalimbali mbali katika via vyake vya uzazi, lakini chanzo kingine kikubwa cha mimba kuharibika. Uh, ni mtu au mwanamke kutoa toa mimba mara kwa mara. Wasichana ambao wana tatizo la wana tabia ya kutoa mimba mara kwa mara mara nyingi hukumbwa na jambo hili wa pale ambapo wamefikia wakati sasa wanahitaji kupata ujauzito na hatimaye kupata mtoto. Kuna mambo mengi ya kuelezea hapo, lakini cha msingi tu ni kwamba mtu anayetoa mimba kwa nguvu mara nyingi huwa anaharibu afya au ubora wa shingo yake ya kizazi. Kwa hiyo kuna uwezekano akapata matatizo ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo kuna uwezekano shingo yake ya kizazi wakati yeye ni mjamzito mzito ikawahi kulegea, ikatanuka, na hatimaye ikafunguka kabisa kabla hata muda maalum wa mtu kujifungua haujafika. Kwa hiyo kuna uwezekano wewe ambaye unatoa unatoatoa mimba au wewe ambayo umewahi kutoa mimba mara kwa mara na sasa unahangaika na uzazi utakuwa ni shahidi yangu, kwa sababu mara nyingi huwa mnaharibu shingo ya kizazi na kuifanya inawahi kulegea. Sasa wakati shingo ya kizazi inatakiwa ifunguke miezi ikifika tisa ili mtoto awezi kutoka, lakini mara nyingi watu ambao wamefanya, wamefanya abortion mara kwa mara hujikuta wanakumbwa na tatizo la incompetence, yani shingo ya kizazi inakuwa haiko vizuri au haina afya bora inajikuta inafunguka kabla ya wakati na hivyo mtoto anakuwa ametoka. Chanzo kingine kikubwa ni sexually transmitted diseases eh, magonjwa ya zinaa, gonoria, kaswende, mara nyingi sana huathiri mfumo wa uzazi eh, wa mwanamke na hasa hasa kwenye mji wa mimba na kufanya ule ukuta wa mji wa mimba unakuwa ni legevu na hauwezi kustahimili kushikilia eh, yule mtoto ambaye anakuwa anakuwa ndani ya nakua, anakua, tumbo la mwanamke. Kwa hiyo, maambukizi haya au magonjwa ya zinaa mara nyingi pia huchangia jambo hili eh, la miscarriage. Lakini kuna, kuna mambo mengi sana, kuna kisukari eh, mara nyingi wanawake wenye kisukari ambacho hawakikontrol vizuri, wanakiacha kinaendelea kumtafuna mara nyingi pia hukumbwa na miscarriage. Kwa sababu gani? Kuna mambo mengi sana ya kuelezea hapo, lakini insulin inatakiwa iwe katika viwango bora ili iweze kufanya glucose eh, iweze kutumika kama energy kwa sababu glucose ikitumika kama energy ndio hufanya process zingine zote za mwili zifanyike kama kawaida, ikiwemo kukua kwa mimba na hivyo kujifungua. Kwa inapotokea mtu ana kisukari, mara nyingi pia huchangia jambo hili. Kuna ishu ya hormonal imbalance, hormones za progesterone kwa mfano, mara nyingi huwa zinafanya kazi ya kutunza ile mimba iendelee kukua na hivyo unbalanced progesterone hormones. Mara nyingi jambo hili huwa linamkumba mwanamke. Vyanzo ni vingi sana lakini, kwa kifupi nadhani hapo kwa, at least tumeweza kupata walau kujua ni sababu gani usababishe jambo hili kutokea. Kwa wale ambao mmekumbwa na jambo la, hili, la miscarriage, yani umekuwa na tatizo la kuharibikiwa na ujauzito mara kwa mara kama ni mke wako, ndugu yako, wengi mnakata tamaa, lakini ukweli ni kwamba usikate tamaa tumeongelea vyanzo. Kuna jinsi ambavyo unaweza ukatibu vyanzo hivyo ukarudi katika hali ya kawaida, vyanzo vile ambavyo ni magonjwa kama magonjwa ya zinaa PID, kama ni maambukizi ya fungus, katika via vya uzazi mpaka kwenye mirija ya uzazi na mambo mengi kama kuziba kwa mirija ya uzazi, mambo hayo hutibika. Kwa hiyo usikate tamaa. Lakini, kitu cha msingi ni kwamba unatakiwa uende moja kwa moja ukaonane na daktari. Yani unapopata ujumbe huu basi kesho kishokutwa tafuta daktari au hospitali iliyo karibu na wewe uende ukapate matibabu. Kwa wale ambao utapenda kufika Sure Herbal Clinic kwa Dar es Salaam, napatikana barabara ya Shekilango, kituo kinaitwa Lego. Kwa hiyo kama umetoka njia zote za Dar es Salaam, umetoka njia ya Pugu au umetoka njia ya Mbagala, njia ya Tegeta, wote jitahidi ufike barabara ya Shekilango, ndio kitu cha msingi. Shuka kituo kinaitwa Lego, utaona bango limeandikwa Sure Herbal Clinic, na itakuelekeza kwa kirahisi kabisa ni wapi, na utafika, utahudumiwa lakini kwa wakazi wa Mwanza tunakutana maeneo ya eh, soko jipya pale maduka tisa. Kwa hiyo maduka tisa, soko jipya utaona bango letu limeandikwa Sure Herbal Clinic. Lakini watu wa Mwanza maeneo ambayo sio ya mjini, watu wa Ilemela, watu wa Kwimba, Magu, Misungwi, watu wa Nyamagana, Sengerema na watu wote waokelewe, hata watu wa Geita pia wanavuka tunakuja kukutana Mwanza mjini e, na mkifika Mwanza mjini, pandeni magari ya kwenda maduka tisa, shukeni kituo kinaitwa soko jipya. Kwa hiyo watu wangu ambao mmekuwa mkinipigia sana simu kutoka Geita e, na maeneo ya Magu, wote tunakutana Mwanza mjini. Lakini watu wa Tanga tunakutana maeneo ya Donge. Pandeni gari za kwenda Donge kutoka Tanga mjini kwenda Donge au kwenda Tanga Beach, mtashuka kituo kinaitwa Indian Ocean, kishuka hapo utaona bango la Sure Herbal Clinic linaelekeza e, tulipo ni karibu kabisa na utakaposhukia. Lakini watu wa Handeni, Kilindi, Korogwe, Lushoto, Muheza, Mkinga, Pangani na hapa, hata Tanga mjini barabara zote zili ya kwanza mpaka ya ishirini na moja, huko wote tunakutana hapo maeneo ya Donge, kituo kinaitwa Indian Ocean, ni shule hiyo opposite, utaona bango la Sure Herbal Kliniki. Lakini kwa wakazi wa Morogoro tunakutana maeneo ya nane nane. Kwa hiyo Morogoro mjini wote, Kihonda na maeneo yote ya huko, njooni maeneo ya nane nane. Lakini vile vile watu wa Mvomero, Kilosa, wilaya ya Ifakara, Gairo na Kilombero, nyote tunakutana Morogoro mjini maeneo ya nane nane. Ukifika nane utaona bango la Sure Herbal Clinic linaelekeza kirahisi kabisa Sure Herbal Clinic ilipo. Ukitoka nane, utaenda kufuata mshale, utafika maeneo ya Baptist Primary School, utaona bango letu pia hapo litakuelekeza kirahisi kabisa Sure Herbal Clinic ilipo. Tunafanya kazi siku zote za wiki bila kujali kama ni weekend au ni siku kuu, saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11 na nusu jioni kila siku mpenzi mtazamaji, wa tiba makini, wewe ambaye umekuwa ukikumbwa au ndugu yako kakumbwa sana na jambo hili la mimba kuharibika haribika mara kwa mara au mara moja au zaidi ya mara moja, ni kwamba kama umepata mara ya kwanza, jitahidi sana usipate au usikumbwe na magonjwa ya zinaa. Magonjwa kama gonoria na maambukizi mengine mengi hupelekea jambo hili kutokea. Kwa hiyo, wewe ambaye umekumbwa na miscarriage kwa mara ya kwanza, jitahidi sana uwe na mpenzi mmoja mwaminifu ili usipate maambukizi ambayo yatafanya yata uweze kupata miscarriage kwa mara nyingine. Lakini ni vizuri kaenda kumwona daktari ili uweze kupata vipimo na ushauriwe ni jinsi gani usipate miscarriage kwa mara nyingine. Lakini vile vile kama uliwahi kupata miscarriage kutokana na maambukizi katika mfumo wako wa uzazi, labda ilikuwa ni chlamydia au ni candidiasis au mambo mengine mengi sana jaribu kuangalia ni jinsi gani, au piga namba hizo ambazo zinapita kwenye televisheni yako, ili tuweze kukusaidia ni jinsi gani unaweza ukaondokana na jambo hilo lisijirudie tena. Ushauri mwingine muhimu sana, kama unaona dalili ya kuvuja au kutokwa na damu nyepesi wakati wewe ni mjamzito au vitonetone fulani vinaanza, mara moja nenda kamuone daktari, kwa sababu unapochelewa, kuna uwezekano ile damu ikaanza kuwa nzito na ikawa ni ngumu kuzuia miscarriage isitokee. Kwa hiyo ushauri wangu eh, ni huo, lakini si mambo hayo tu. Kama una tatizo la uzazi kwa ujumla, una maumivu chini ya kitovu, au kuna wale ambao wana tatizo la UTI ambayo imekuwa inijirudia rudia, unatibu UTI, inajirudia, unatibu tena Unaona, baada ya muda mfupi imejirudia, basi ni vizuri pia ukapiga namba za simu zinazopita eh, kwenye luninga yako ili tukusaidie. Lakini vile vile wale ambao mmekaa zaidi ya mwaka mmoja au miaka zaidi narudia, mm, kwa wale ambao mmekaa zaidi ya mwaka mmoja lakini una historia ya ku, ya ku, ya ku, ya ku miskeri, yani una historia ya kuharibikiwa na ujauzito basi ni vizuri mkapiga namba hizo kwa ajili pia ya ushauri zaidi. Lakini kama una tatizo la uzazi kwa ujumla, uliwahi kuwa na vimbe au uliwahi kupima ukaambiwa una vimbe kwenye mji wa mimba, yani fibroids au mayoma au uliwahi kupima ukaambiwa mirija yako ya uzazi imeziba, au uliwahi kufanya vipimo ukaambiwa una tatizo la fungus kwenye via vyako vya uzazi na unaona dalili kama za utokwaji wa uchafu ambao nimekuwa nikizungumza sana, kama unatokwa na uchafu kama maziwa mtindi hivi na imekuwa ikikusumbua kwa muda mrefu sana, basi ni vizuri e, ukapiga pia namba hizo ili upate e, msaada. Narudia tena kwa watu ambao mpo mikoa ambayo hatuna matawi, basi ni vizuri ukapata huduma zetu kwa njia za simu. Lakini njia ya simu kuna options mbili, unaweza ukapiga ukapiga simu ukaelezea tatizo lako kwa undani halafu sisi tukakutumia dawa huko ulipo ukatuma pesa tukakutumia dawa. Lakini kama una ndugu yako ambaye yupo kwenye vituo ambavyo sisi tunatoa huduma hizi, na maana ya Mwanza, e, Morogoro, Tanga na Dar es Salaam, wewe haupo huko, lakini ungependa kupata huduma zetu na una ndugu wapo mikoa wa hiyo, basi ndugu zako wanaweza wakaja wakapata waka dawa halafu wao wakakutumia wewe huko ulipo. Kwa hiyo kuna options hizo mbili, lakini kwa ujumla e, ningependa kusema kwamba nawatakia usikilizaji, ufuatiliaji wa vipindi hivi. Eh, angalia muda huu, lakini fuatilia, mjulishi na mwenzio ili aweze kufuatilia kipindi hiki muda na wakati kama huu ili tuweze kujulishana mambo mengi sana kuhusu afya ya uzazi, tuweze kujulishana mambo mengi sana kuhusu afya ya mfumo wa chakula kwa ujumla, kwa sababu tumewahi kuzungumza sana hapa kwa watu wenye tatizo la tumbo kuunguruma, kujaa gesi, lakini vile vile watu wenye bawasili au mgolo, ambayo inaambatana pia na kukosa choo, yani constipation. Eh, na vilevile huwa vile inaambatana mara nyingi na ulcers yani vidonda vya tumbo. Nyote msikate tamaa, piga namba hizo zinazopita kwenye televisheni yako, eh, utapata huduma kutoka Sure Herbal Clinic. Naitwa Rusigwa Simon, nawatakia afya njema sana.